Afrika Kusini ndio mabingwa wapya wa mchuano wa Afcon kwa vijana wa chini ya miaka 20 uliokamilika jana huko Misri. Hii ni baada ya kuilaza Morocco bao moja bila jibu katika uwanja wa 30th June huko Cairo. Lokman Mahmud ana mengi zaidi. Oh, no foul. Ni mchezo ambao ulishuhudia mashambulizi kutoka lango moja hadi jingine, ya kipindi cha kwanza kikakamalizika kwa kutopatikana bao. Afrika Kusini ndio waliobahatika kupata bao la pekee kwenye dakika ya sabini wakati kiungo Gomolemo Okekana Okay alipopachika bao ambalo awali lilifutwa kwa kuotea. Kocha wa Afrika Kusini Raymond Mdaka akiamini ukuzaji wa soka ya chipukizi nchini mwao umesaidia pakubwa kushinda ubingwa huo. What a difficult game honestly Yeah, much as we we, we told the boys to say, uh, it's, it's not going to be an easy game. They also saw it themselves. Um, but, uh, we always stick to what we can do best and making sure that, uh, we don't concede. Kwa upande wake Mohamed Wahbi wa Morocco alisema nafasi walizopoteza ziliwaponza kwenye mpambano huo Awali Nigeria ililaza wenyeji Misri kupitia matuta na kumaliza kama timu ya tatu bora. Timu nne zote zilifuzu kwa nusu fainali, zitashiriki kombe la dunia nchini Chile baadaye mwezi Septemba. Baada ya pazia kushuka hapa katika michuano ya AFCON na chini ya miaka 20 nchini Misri, Afrika Kusini wakitawazwa mabingwa sasa. Nne hizo zitakuwa zinapeperusha bendera ya Afrika katika kombe la dunia, huku Kenya ikiondoka na mafunzo si haba. Lukman Mahmud, runinga ya Citizen kutoka Cairo, Misri.